Naomba pesa yangu. Pesa yenyewe ndogo ambayo ingeweza kutusaidia kula mchana wa leo. Wewe unaibeba. Unaenda kuichezea kamari. Unaenda huko alafu ukirudi tena baadaye unataka kula. Hivi kwa nini mwanamume unakuwa hivi? Mbona hauna huruma hata kidogo? Nimekukimbia ndani kwa sababu ya hayo makelele. Umenifuata na huku nje. Lengo ni kunizalilisha ili watu wote wajue kuwa mimi ni mwizi. Si ndio? Lakini mme wangu, mi sijasema umeiba. Pesa ilikuwa pale mezani na humo ndani tunaishi mimi na wewe. Najua umechukua hiyo pesa na umeirudishie. Hivi kwanini una huruma? unajua jinsi gani mi ninapopambana kupata hii pesa? Hiyo pesa ndio itatufanya sisi tule mchana wa leo kwani. Lakini unakuwa hivi mme wangu, napitia mambo magumu mimi mpaka napate hiyo hela ikirudi nyumbani tena wewe mwenyewe tena unachukua. Basi fanyia kitu cha maana, unaenda kuchezea kamali. Kwa nini una huruma na mimi mme wangu? Wewe unatakaje? Jimmy. Wewe ndo kichwa cha familia. Hivi unavyofanya unakosea mme wangu. Kwa nini kila siku ya mambo hayaishi? Usinifanyie hivyo. I say. Wewe mwanamke wewe. Wewe mwanamke wewe. Usinilazimishe nikanyanyua mkono wangu nikakutwanga kofi sasa hivi. Haijarishi tuko nje, mbona unapenda kunizalilisha sana we mwanamke? Kwa hiyo unataka watu wote wajue kuwa wewe ndo unayetafuta hela mu ndani? Kwani mi sijui kuitafuta pesa? Wewe usinilazimishe nikakupiga sasa hivi. Tena nitakupiga, sitaangalia kupiga wapi. Nimechukua, nimechukua hiyo hela, sasa utanifanya nini? Utanifanya nini? Nimechukua na nimechukua, nanenda kucheza kamari. Hivi, wewe unaweza kunifundisha mimi maisha? Uwezi ukanifundisha mimi maisha. Wewe ni mke wangu na utabaki kuwa mke wangu. Pumbavu mmoja wewe Jimmy.

unzwa kusoma ila najua kutazama picha haya ninayo yaona, naona wazi kwa mapenzi yalikuisha. Yani ni nilazimisha sana kufufua maiti iliyokufa. Dokta, nadhani kliniki yangu inaendelea vizuri. Ya inaendelea vizuri, na nikupe pongezi kwa hili asante, na bila shaka ninaweza nikaimarika hivi karibuni. Mister, sana sana nichukue nafasi hii kukupa pole. Hilo nalolitaka litowezekana, hakuna nafasi yoyote ya wewe kuweza kupona, inabidi ukubaliane tu na matokeo, na hiyo ndio itakuwa hali yako ya maisha yako yote. Mi nadhani ni wewe sasa kuendelea kufatisha kliniki na ushauri ambao unapewa na madaktari. Ah, muda wangu umekuisha sasa, kuna wagonjwa wengi ambao inabidi niwatembelee ila nilichagua nianze na wewe. Koo, zingatia usiwe na stress. Watu kama wewe mko wengi, hauko peke yako. uwe na siku njema

Habari yako madam Shazi. Salama dokta. Afadhali yote, tumekutana kwenye eneo hili, maana huu mguu unaoona ilikuwa nakuja kwako. Ulikuwa unakuja kwangu? Hmm. Basi sawa, nafikiri haina haja kuongelea njiani, twende nyumbani basi tukaongee. Hapana dokta. Hata hapo inatosha kuongea, kwa sababu swala lenyewe linafaa tu kuongelea hapa hapa, maana tupo wawili, mimi na wewe. Hapa. Eh. Eh, uh niambie. Dokta Dago, hapa nilipo mimi ni mjamzito, mume wangu hajui chochote mpaka sasa. Nilikuwa naomba unisaidie kuwabosha ni hii mimba. Unamaanisha unataka kutoa mimba Shaz? Mimi navyofahamu ni kwamba wewe una mume wako, sasa imekuwaje wewe unahitaji kutoa hii mimba? alafu mimi nimesomea kuokoa watu sio kuua watu kwa hiyo hilo jambo nalolihitaji mimi nafikiri haliwezekani. Mke wangu, Jo. Mke wangu. <laughs> Umetumia muda mwingi sana kuwa nao jamaa huu, ni wakati wangu sasa. Nimekumisi na hamu, nahitaji ukapunguze hamu zangu kwa sasa. <laughs> Johari, my dear, tangulia chumbani. Sawa, dokta. Upo sahihi sana wewe kusema hivyo. Lakini mi ni mtu mzima na najua ninachokifanya. Daktari, nyumba zina siri nyingi sana. Kitendo cha mimi kubaki na ujauzito ndani ya miezi tisa, nitakuwa nimepoteza kila kitu. Kwa sababu mume wangu mimi sio muelewa kama unavyodhania, na napitia changamoto nyingi sana, mpaka kuona nataka kufanya maamuzi, kiasi kwamba mpaka inapelekea mimi kufikiria kutoa hii mimba. Mimi ni mtu mzima na nina akili zangu timamu, yaani sitamani mtoto wangu aje azaliwe apitie haya maisha ambayo mimi nayapitia kwa sasa. Mume wangu mimi hana hiyo akili ya kufikiria kuhusu sisi. Kama mimi mmoja anashindwa kunitunza, ataweza kweli tukiongezeka? Dago, mimi ni mwanamke na najua ninapofanya hili jambo kuna maumivu, na anayezaliwa najua ni mtoto wangu, ni kizazi changu ambacho kinaweza kunisaidia mimi na familia baadaye, lakini siwezi kuvumilia mwanangu akiwa anapitia katika maisha haya. Kwa hiyo sitaki mwanangu azaliwe, aje aishi maisha ambayo mimi nayaishi sasa hivi. Naomba unisaidie, sitaki na siwezi kubeba hii dhambi, nisaidie daktari, nakuomba. Kwanza nashukuru kwa kujitambua kuwa we ni mtu mzima, pia naomba utambue kuwa mimi ni daktari. Professional yangu hairuhusu kufanya jambo hilo, pia ni kinyume na taratibu za nchi, inaweza kunipelekea hata kupoteza kazi yangu au kufungwa jela maisha yangu yote. Kwa hiyo katika hili sitoweza kukusaidia, samahani.